Moja ya magonjwa tishio ulimwenguni kwa sasa ni pamoja na ugonjwa wa moyo, lakini ni kumega siri tu kwamba ukitoa damu, ukiwa na utaratibu wa kuchangia damu, basi kuna asilimia kubwa wewe moyo wako kuwa salama. Hii ni moja kati ya faida nyingi ambazo unazipata ukiwa na desturi ya kuchangia damu. Unapochangia damu, kwanza unapata furaha kwa kuwa umeokoa maisha ya mtu anayehitaji damu, na hii furaha ni furaha ya mwili, akili na moyo kwa sababu imesimama katika sehemu ya kuokoa maisha, ni shujaa uliyepambania maisha ya mtu mwingine. Chupa moja ya damu inaweza kuokoa watu mpaka watatu. Unapochangia damu unafanya chembe chembe zako za mwili zizalishwe mpya hivyo kufanya mwili wako kutoshambuliwa na maradhi mbalimbali. Unapochangia damu unapunguza madini chuma. Haya madini chuma yakiwa mengi mwilini yasababisha magonjwa ya moyo. Kwa hiyo unapochangia damu umepunguza viashiria vya kupata magonjwa ya moyo. Hapa nipo katika ofisi ya makao makuu ya kanda ya mashariki katika damu salama, na tunaenda kuangazia ni kwa namna gani hasa utapata faida wako kuwa na utaratibu wa kuchangia damu. Lakini ni kwa namna gani utagusa maisha ya watu ukiwa unachangia damu? Hii ni Daily News Digital na mimi ni Ismail Kawambwa. Hehe, twende bwana, tukachangie damu. Jina langu naitwa Kudra Juma Mombo, ninakuja kujitolea damu na ninamua kuja kuchangia kwa sababu kuna wahitaji wengi wanahitaji damu, kwa hiyo nikaona ni bora na, na mimi nije kujitolea kuchangia, wenzangu wapate damu. Anaitwa Israeli Goriaeba. Yani nitoe ni ushuhuda tu kwamba nilishakuwa na dada yangu alishapata na tatizo la damu na akasaidiwa kwa haraka sana, na kuja kuambiwa kwamba ndugu zetu ambao hatuwafahamu ni watu ambao Watanzania wenzetu ndio wametuchangia damu. Kwa hiyo na nami nikasukumwa nikawa mmoja wao wa wachangia damu. Kwa majina anaitwa Dr. Pendaeli Sifueli, ni meneja damu salama kanda mashariki kanda mashariki tunasimamia mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Kanda mashariki damu salama tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba tumekusanya damu, tumepima na tumesambaza katika hospitali zetu zote zinazohudumia wagonjwa wetu. Damu salama kanda mashariki tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata damu iliyo salama lakini yenye ubora wa kitaifa na kimataifa. Mpango wa taifa wa damu salama kanda ya mashariki tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anahitaji damu kwa kanda ya mashariki amepata damu. Na damu ni rasilimali ya umma, kwa hiyo upatikanaji wa damu lazima uratibiwe na serikali, na damu ni bidhaa ambayo inatolewa bure kwa wagonjwa wote. Damu haiuzwi, damu ni bure kwa kila mtu, lakini wapo wahitaji wakubwa wa damu. Wahitaji wakubwa wa damu ni mama zetu wakati wa kujifungua, watoto chini ya miaka mitano, wagonjwa wa saratani, wagonjwa mbalimbali ambao wamelazwa hospitalini, ikiwemo waliopata ajali mbalimbali za barabarani wote hawa wanahitaji damu, lakini pia ni kundi lingine la wagonjwa ambao wamefanywa upasuaji. Hawa wagonjwa kuna operation zafanyika kubwa, operation za moyo, za mifupa na zote za kawaida zinahitaji matumizi ya damu. Kwa hiyo tunapohitaji damu, wagonjwa wahitaji damu wako hospitalini, lakini jukumu letu sisi ni kwamba tunaifikia jamii kwa kisha kwamba wanachangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Kila mwaka inapofika mwezi wa sita ni siku ya mchangia damu duniani. Siku hii ya uchangia damu duniani tuna mwenzi baba wa makundi ya damu. Huyu bwana yeye ndiye aliyegundua makundi ya damu, aliyeweka utaratibu kwamba alipata Nobel prize kwa sababu ya kugundua makundi ya damu. Ndiye aliyesema kuna kundi A, kundi B, kundi AB na kundi O. Makundi haya ndio yanayotumika kumpa damu. Kwa hiyo mgonjwa anapewa damu kulingana na kundi lake la damu. Unapochangia damu, damu yako itapimwa na utajua kundi lako la damu. Kwa hiyo kila mwaka inapofika mwezi wa sita ni siku ya kuwaenzi au kumwenzi kwa sababu ndio siku ya kuzaliwa kwa huyu mchang... baba wa makundi ya damu duniani. Kwa hiyo ndio siku ya wachangia damu duniani. Kwa hiyo nitoe wito kwa ndugu watanzania wote tuende da kuchangia damu. Hata leo hii nina furaha kwamba ndugu yetu Ismail amekuja kuchangia damu, ndugu yetu Ismail kawambwa ni mchangia damu, lakini amefika kuchangia damu. Na faida za kuchangia damu, unapochangia damu, kwanza unapata furaha kwa kuwa umeokoa maisha ya mtu anayehitaji damu, na hii furaha ni furaha ya mwili, akili na moyo, kwa sababu imesimama katika sehemu ya kuokoa maisha. Ni shujaa uliyepambania maisha ya mtu mwingine. Chupa moja ya damu inaweza ikaokoa watu mpaka watatu. Unapochangia damu unafanya chembe chembe zako za mwili zizalishwe mpya, hivyo kufanya mwili wako kutoshambuliwa na maradhi mbalimbali. Unapochangia damu unapunguza madini chuma. Haya madini chuma yakiwa mengi mwilini yasababisha magonjwa ya moyo. Kwa hiyo unapochangia damu umepunguza viashiria vya kupata magonjwa ya moyo. Unapochangia damu unakuwa umefanya ibada, ibada kwa kuwa umejitolea sadaka kuokoa maisha ya mtu mwingine. Hivyo niwaombe kupitia chombo hiki cha habari TSN Tanzania wajitokeze kuchangia damu. Tuungane na ndugu yetu Kawamba ambaye amekuja kuchangia damu leo, lakini pia kuhamasisha Watanzania kuendelea kuchangia damu. Pia niombe viongozi wenzangu kutoka kampuni au taasisi ya TSN tufanye jambo moja kubwa sana kwa ajili ya umma wa Watanzania, tuende pamoja mstari wa mbele kuhamasisha Watanzania kuchangia damu, kwani sisi damu salama hatuwezi kujulikana tuko wapi, tunafanya nini bila kushirikiana na vyombo vya habari ikiwemo TSN. Kwa hiyo nimwombe ndugu yangu Ismail, alivyokuwa mstari wa mbele kupambania maisha ya watu wengine, twende sasa kwa jamii, tuombe kupitia serikali za mitaa, kupitia viongozi mbalimbali, tuwafikie wananchi wengi kwa pamoja ili tuweze kuokoa maisha ya wa Watanzania wanaohitaji damu. Uhitaji wa damu ni mkubwa, na uhitaji wa damu ni kila siku. Unaweza ukawa mzima leo, kesho ukawa unahitaji damu. Kwa hiyo damu haina mwenyewe, damu inahitajika kwa mtu yoyote. Nirudie kusema, changia damu, okoa maisha. Damu salama kwa wote.